Bwana Yesu asifiwe. s Asante pia, mimi nimekuja nikiwa nina furaha sana siku ya leo kwa sababu ya ripoti ile ambaye nimesikia hapa Baringo. Mara nyingi, Your Excellency, tulikuwa tukikuja hapa Baringo ilikuwa ni kilio kwa sababu ya janga lile la vita na uwaji wa kiholela ambayo ilikuwa inapatikana sehemu hii, lakini siku ya leo viongozi wenyewe na wananchi wanakariri kwamba kupitia uongozi wako na intervention lile ambayo serikali hii imefanya Baringo, leo tunakaa tukinunua mbuzi, tunajua tunaenda tukikula Christmas na amani. Kwa hiyo ninakushukuru, namshukuru Mwenyezi Mungu na ninasema amani idumu milele hapa katika kaunti ya Baringo. Pengine tu Mheshimiwa Rais, ile ningependa kuomba kwa sababu tuko bado hapa nyumbani na pia ni kwote ni bonde la ufa, ningependa niombe sababu nimesikia una special forces ambao wako na dawa ya majangili hao, hao majangili ambao walikuwa hapa Baringo, sasa wametorokea, wamekuja karibu kwetu kule nyumbani, pale inaitwa Angata Baragoi. Tafadhali ututumie hao special forces wamalizane na hao wakora ambao wanasumbua wananchi kule na kupoteza maisha yao kwa njia ambayo haifai. Ya pili, mheshimiwa rais, nina furaha pia kuja hapa Baringo kushiriki katika auction hii ambaye kila mwaka sisi tunakuja hapa tukiwa tuna furaha. Unajua nyinyi wananchi wa Baringo mnakunywa chai yetu kila siku. Kwa hivyo mkituita tu siku moja peke yake, tununue mbuzi yenu, hamjatuitisha mambo mingi zaidi. Kwa hivyo tumekuja na tunakuja kwa furaha sana nikiwa nimekuja na marafiki wengi ambao wamenituma na wamesema, ukifika kule Baringo nunua mbuzi kwa amani ukijua hao ni ndugu zetu, tunafanya biashara nao vile inafaa na tunazidi kuwa support vile inaweza. Ya tatu, Mheshimiwa Rais, mimi naungana na viongozi wale wanakuambia, tuko pamoja na wewe katika azma ambayo umetoa ya kusema Kenya lazima ibadilike kutoka nchi ya third world mpaka tufike first world. Hiyo safari Mheshimiwa Rais, tunaungana na wewe na tungependa kukupongeza. Tukuambie kwamba katika ndoto yako tafadhali, funika masikio kutoka kwa wale kina Tobias na Sanbalat ambaye kazi yao ni kukejeli kazi nzuri ambayo wewe unafanya. Unajua hata katika Biblia wakati Nehemaya alikuwa anatengeneza kuta za Yerusalemu kulikuwa na watu kama hawa, tunawasikia wa opposition hapa Kenya, ambao walikuwa wanamkejeli wanasema haiwezekani. Lakini kupitia kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu alisimamisha ukuta. Mimi najua wewe rais pia kupitia kwa support ya wananchi hawa maombi Mwenyezi Mungu utainua taifa hili mpaka tuache kuwa taifa maskini, tukue taifa ambaye imenawiri, tuishi first world kama vile umetuambia na umekiri katika mdomo yako. Hawa wengine wanasema hiyo maneno kidogo kidogo. Mimi najua wewe ni mwanasiasa mzoefu, siwezi kukufundisha chochote. Unajua, kidogo tulikuwa na wasiwasi hapa nyuma wakati maneno ilikuwa mingi, kelele. We ulikuwa umenyamaza, kumbe ulikuwa umenyamaza kumbe kwa sababu ulikuwa busy kazini. Matokeo sasa imeanza kutokea na wananchi kumbe, wamekuwa wakiona. Juzi tumekuwa na mchaguzi kidogo tu, ile ya kupima ya kufanya mic testing. Unajua, kuna wakoro walikuwa wamejikusanya pale Nairobi wanasema sijui nini nini, kila siku kuita press conference. Tumefanya uchaguzi mdogo tu juzi katika constituency saba peke yake, ikiwemo hii Baringo. Timu yako ile unaongoza ya Broadbase ilichukua viti vyote saba ile timu mingine inaongozwa na yule mtu roho chafu tulifukuza na wale wengine vinyangarika wenzake walipata sufuri. Sasa kama ile saba peke yake imefanyika hujapata chochote, na wakati itakuwa Kenya mzima, hiyo wakora wataona kitu kitu kweli, kuna kitu watapata. Kwa hivyo sisi rais tungependa tukuambie wewe focus katika kazi hii, maneno ya siasa, kumbe ile watu ulikuwa ushindane nao ni watu hata mimi sijui naweza kuwaita nini, kwa sababu nimeshangaa sana. Nimeona vile umepiga start kwanza, hii mwezi ya Disemba unaenda pale Nairobi umepanga maneno ya affordable housing. Wananchi ambao walikuwa wanaishi katika sehemu duni hata hawakuwa na choo, saa hii wanakula Christmas ndani ya nyumba ambaye wewe umejenga vizuri, ambayo watu wanaweza furahia. Maombi ya hao watu ndio itakurudisha kwa kiti, mheshimiwa rais. Kuna wananchi ambao walikuwa hawawezi kwenda katika hospitali kwa sababu hospitali ilikuwa bei kali kweli, kweli, lakini kupitia mpango ule umeleta wa sha, siku ya leo wananchi wa Baringo na last year niliwaomba, na this year ninazidi kuwaomba tena. Tafadhalini, usitoke katika God Auction hii kama hujajiandikisha kwa sha. Kwa sababu kuna Wakenya siku ya leo tunapozungumza, nimeangalia katika simu yangu zaidi ya milioni nane ambayo wameenda hospitali bili yao imelipwa na wanarudi nyumbani baada ya kupata matibabu ningependa pia nyinyi mumue ndani ya hao wananchi, hao hao wananchi ambao wanapata matibabu rais ndio watakukava kwa maombi, wakati unazungumza na mipango ingine mingi ya barabara na mambo mengi ambayo umefanya. Tunakuambia, please keep the focus, do not be distracted, stay the course as you take this country to the first world. That is a dream that you had when you told us about bottom up. It was about lifting those that were at the bottom of the pyramid to live Decent life like ordinary people. Sitaki kusema mengi zaidi ya hapo, ninawatakia Christmas njema, Mwenyezi Mungu hawabariki watu wa Baringo, tuonane tena mwaka ujao.